Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu zangu wapendwa, marafiki zangu, watoto wa mungu wapendwa, mashujaa wa Bwana, watumishi wa Bwana, wa makuani wa Mungu, manabii wa Jehova, wale walioteuliwa kwa ajili ya kulitangaza neno la Bwana na kueneza kazi za Mungu kama jinsi inavyostahimili katika kazi zao hapo ulimwenguni. na wasalimu kwa jina la Yesu. Hujambuni manduku zangu na madada zangu, inafahamu ya kwamba mpo wazima kwa jina kula Bwana wetu Yesu Kristo. La kwanza ni kushukuru sana mpendo wangu, wewe unayezidi kulifuatilia neno la Bwana na kushukuru sana wewe unayezidi kunifuatilia muda wote jinsi unavyochukua muda wako kwa ajili ya kunifuatilia mimi, hivyo ndivyo pia nami nitaendelea kuchukua muda wangu kwa ajili ya kukufuatilia wewe. Haja ya moyo wangu, nahitaji uyabadilisha maisha yako. Haja ya moyo wangu, nahitaji uyafahamu yale unayoyafanya ni mazuri ama ni mabaya. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amezidi kutupa neema ya kutosha. Injili zangu zote utakazozipokea hapa mtandaoni nahitaji ziwe injili za kukujenga, wala sio injili za kukukwaza moyo wako. Nahitaji hizi injili ziwe injili zenye nguvu za roho Mtakatifu. Kubali ya kwamba mimi ni chombo tu ambacho natumika hapa, lakini mwalimu ni roho Mtakatifu. Mwalimu roho mtakatifu akiwa ndani yako, mtumishi, utabaki kuitwa mwalimu siku zote, kwa kuwa mwalimu aliye ndani yako ni mkuu kuliko walimu wote ulimwenguni. Unaweza kutembea katika vyuo vyote duniani kwa ajili ya kujifundisha ama kwa ajili ya kusomea Biblia, lakini kama mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, unafanya kazi bure. Utakuwa na diploma, shahada zote utakuwa nazo, certificate zote utapata, hmm? degree zote utapata, lakini kama mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, wanachokifanya ni bure, mpendo wangu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa ajili ya kuchukua muda wenu kuendelea kunifuatilia. Ni mchungaji Luka Stefania, ninawapenda sana mandugu zangu, madada zangu. Leo ningependa tuweze kuongelea jambo kidogo, ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu ndoa zetu. Nazidi sana kuzitetea ndoa zetu kwa sababu najua ya kwamba hapo kesho tunahitaji familia zetu zikuwe kubwa. Hapo kesho ninahitaji hawa watoto wako wakusaidie. Hapo kesho ninahitaji maisha yako yawe mazuri. Hapo kesho ninahitaji hawa watoto wako waweze kuwasaidia hata wazazi wako ambao ni wachukuu wako sasa. Bwana Yesu asifue sana, na hili ndoa zetu ziwe salama ili watoto wetu watulee na walee pia na wachukuu. Tunahitaji tuwe na msimamo mmoja, tunahitaji tufundishane, tunahitaji tutiane moyo, tujue kwamba ni kwa nini ndoa zetu zinazidi kusoroteka. Ninaongelea kwa ndoa za vijana kama mimi, vijana wa kuanzia umri wa miaka ishirini na mbili hadi miaka 45 48. Hawa watu ndoa zao zinahangaika sana aswa sana, wale ambao wapo kwenye madhabao kama sisi, ndoa zetu zimekuwa zenye matatizo siku nenda siku rudi. Hatuna upendo, hatuna furaha, unaishi kwa maisha magumu sana duniani kwa kutokuelewa ni kitu gani kinachoendelea. Umeoa wa wake umeonekea waume ume. Wa saidi umehesabu waume saidi ya watano, umehesabu wake saidi ya watano unakosa kuelewa ni kitu gani kinachoendelea. Ni wewe mbaya ama ni yule mwanamke ndiye mbaya? Unakosa kuelewa ni mwanaume ndio mbaya ama mwanamke ndio mbaya? Hapana, shetani hamepata nafasi ya kuwapepeta akili zenu kama ngano. Roho ya kiza ambayo ni roho ya shetani imetawala mioyo zetu na imetupotosha vilivyo, imetufanya mioyo zetu kukuwa ngumu tusije tukajielewa ni kitu gani kinachoendelea ndani ya maisha yetu, kwenye ulimwengu wa ndoa. Mpendo wangu, nahitaji ni kukumbusha ya kwamba ndoa iliunganisha na Mwenyezi Mungu. Hakuna mwanadamu aliyepewa uwezo wa kuunganisha ndoa ya watu wawili, maana hata mwanadamu akiwa na huo uwezo sidhani kama hiyo ndoa itakuja kudumu kwa sababu sio mwanadamu aliye na umri wa kuweza kutoshea kusimamisha ndoa ya watu wawili na isimame forever, utakuwa muongo sana, tena mkubwa zaidi. Zidi sana kunifuatilia, mpendo wangu, zidi sana kunifuatilia hapa TikTok, hapa WhatsApp, pale YouTube, hata Facebook. Nipo kwa ajili ya haya mafundisho ili yaweze kukujenga na yaweze pia tena kunijenga mimi. Maana mimi baada ya kuyatoa haya mafundisho nina muda wangu tena wa kujisikiza pia na mimi niweze kubadilika. Nisije nikakwambia wewe ubadilike na mimi nisibadilike. Najifundisha pamoja na wewe. Tunamtegemea hamba ni Roho Mtakatifu. Mungu mwenye huruma atufundishe kutujenga jinsi tutakavyoweza kuishi kwenye maisha yetu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana mpendo wangu. Leo tunakwenda kujifundisha kitabu cha mwalimu wetu mkuu ambaye ni Mwalimu Marco. Huyu ni mwandishi wetu Marco, kitabu chetu kitakatifu kwenye Marco sura ya kumi, tunaanza na mstari wa sita na kwenda hadi mstari wa tisa, ambapo hapa Yesu anazidi kuwaelezewa ulimwengu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Bwana asifiwe sana, na Mungu alipomuumba mwanamke na mume mwana ikaendelea pale, mtalo wa saba, inazidi kukuambia kwamba Mungu akaamua kuwatenganisha hawa watu, akasema ya kwamba mwanamume ni lazima atamuacha baba yake na mwanamke atamwacha baba yake na mama yake wote wataungana pamoja na kwenda kujenga makao yao. Ni lazima mwanamke amwache baba yake na mama yake, vile vile kijana hamwache mama yake na baba yake, waende waungane pamoja ili waende kujijenga. Na kazidi kutuelezea katika ule mstari wa nane na kasema vizuri ya kwamba hawa wote wawili sasa wamekuwa mwili mmoja. Unakiona hiki kidole, yaani ni kimoja. Hivyo hivyo mlipokuwa wawili, huyu alipokuwa kwa mama yake na baba yake, huyu akakuwa kwa mama yake na baba yake, sasa mumejitoa kwa wazazi wenu, sasa mmekuja pamoja, sasa mnakuwa ni mwili mmoja. Na kazidi kutuambia ya kwamba hawatakuwa tena mili mbili, yaani na maana hamtakuwa tena wawili, bali mtakuwa mtu mmoja. Kwa kuwa mwanadamu alipoumbwa, Mwenyezi Mungu aliona sio vema mwanadamu akaye peke yake, akaonelea ni vizuri huyu mwanaume basi, nianze kumtazama vizuri katika kopi yake, nimtolee msaidizi wake. Mwanamke alitwaliwa kwa mwanaume. Umbo lako wewe mwanaume ndilo lilotengeneza mwanamke, ndipo mwanamke akafanyika kuwa mwanamke ndio baada yake Mungu anakuja kujieleza na kusema ya kwamba hawa kwa sasa wamekwisha kukua mwili mmoja, wala sio tena mili miwili, wala sio tena watu wawili. Kwa hivyo ndoa inasimamiwa na mtu mmoja ambao walikuwa ni watu wawili, lakini akakuja kubaki kuwa mtu mmoja. ukielekea katika ule mstari wa tisa, Yesu anazidi kuwapendeza watu na kuambia kwamba alichokiunganisha Mwenyezi Mungu asija akakitenganisha mwanadamu. Alichokiunganisha Mwenyezi Mungu hawezi tena akakitenganisha mwanadamu, kwa kuwa mwanadamu ni yule yule tu ambaye pia na yeye anaweza kuungana tena na mwili mwingine akawa mwili mmoja. Kwa hivyo wewe, uliunganishwa na mke wako, uweze kumuunganisha mwingine kukuwa mwili mmoja na nyinyi tayari mpo mwili mmoja hapana? Ni Mungu anayefanya yote. Mpendo wangu, naomba tukutanie katika sehemu yetu ya pili, ili tujifundisha zaidi kuhusu maana ya hii ndoa ya mwili mmoja wala sio wawili. Shalom.